Siri kubwa ya mwanamke kuweza kupata ujauzito imejificha katika mzunguko wake wa hedhi. Na maanisha pale tu mara ya kubaliza mzunguko wako wa hedhi kuna siku za ovulation. Na wanawake wengi hawajui ovulation inatokea muda gani, ndio maana wanafanya tendo la ndoa katika zile siku za hatari, lakini hawajui ni siku gani ya ile inatoka. Ili uweze kujua siku gani ovulation inatoka, ni kuhakikisha una track mzunguko mzunguko wako wako wa wa hedhi hedhi ili ujue ni wa siku ngapi, siku zako za hatari za ni siku ngapi pale utakapohitaji kupata mtoto ushiriki katika siku ambazo ni sahihi, yai litatoka kuweza kukutana na uh, mbegu ya kiume uweze kurutubishwa. Sasa wanawake wengi hawajui ni siku gani, na hawajui mzunguko wako wa hedhi una siku ngapi. Niko hapo kwa ajili ya kuelekeza, ili uweze kujua mzunguko wako wa hedhi ni siku ngapi na uweze kupata ujauzito. Kama utahitaji, sema neno, mimi nitakuja na PDF ambayo itaenda kuraki mzunguko wako wa hedhi ili ujue ni siku gani utashiriki na mwenza wako uweze kupata ujauzito. Karibu sana daktari Nyagabona, niko hapo kwa ajili ya kusaidia mwanamke ambaye umetafuta ujauzito kwa muda mrefu na imeshindikana. Chukua namba mwisho ya video hii, nitakusaidia nawe utaitwa mama, kama nilivyowasaidia wanawake wenzako kuweza kuitwa mama na sasa, sasa hivi wana furaha na wametimiza ndoto zao ya kuweza kuitwa mama. Karibu sana.